Nam wali gani ndugu msikilizaji? Haya, hii ni simulizi TZ, na huu ni mwanzo wa simulizi mpya. Ni simulizi mpya kabisa, simulizi iliyojaa utamu wa kila namna. Tafadhali, kama upo karibu na watu wazima, va headphone na kama ni mtoto chini ya miaka 18, tafadhali usisikilize, maana simulizi hii imejaa mambo ya kikubwa na utamu wa kila namna. Simulizi hii inayokwenda kwa jina la nilifanya mapenzi na kaka yangu kwa mara ya kwanza na kunitoa bikra ndani ya bichi. Usisahau kusubscribe chaneli yetu, ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Hakika hii ni simulizi tamu iliyobeba hisia na utamu wa kila namna. Ungana nami mwanzo hadi mwisho, usisahau kusubscribe chaneli yetu. Huu ndio mwanzo wa simulizi ya mtoto wa kuitwa Zuu anayeingia penzini na kaka yake kwa mara ya kwanza wakiwa katika bichi na kumtoa bikra. Naitwa Zuu. Mimi natokea katika familia ya kawaida sio ya kitajiri wala si ya kimaskini. Baba yangu ni mfanyabiashara katika soko la mtaa wa Makorola na mama yangu ni mama tu wa nyumbani. Mimi ni mtoto wa pili katika familia yenye watoto wawili tu, yani mimi pamoja na kaka yangu anayeitwa Sam. Kielimu nimefanikiwa kupata elimu ya chuo ngazi ya diploma katika chuo kilichopo hapa hapa mjini Tanga ambapo nilikuwa nikichukua taaluma ya utalii. Katika maisha yangu ya shule toka elimu ya msingi hadi naingia sekondari nilifanikiwa kutunza bikra yangu hadi nilipoingia chuo. Kutokana na uzuri wangu, nilijitahidi sana kupambana na vishawishi vya wanaume wa kila rika, wengine wenye umri wa baba yangu wote walikuwa wakinihitaji kimapenzi na wengine walithubutu kwenda hadi kwa wazazi wangu kwa lengo la kunichumbia. Mbali na uzuri wangu, wazazi wangu walikuwa wakorofi sana na wenye itikadi kali kupita kiasi. Walitulea katika mazingira hayo, lengo lao hawakutaka watuone tunaharibikiwa kimaisha na kimasomo. Mbali na wazazi wetu kuwa watata lakini pia walipinga vikali fedhea ya kudharauliwa kwa kushindwa kutulea vyema katika maadili, na ndiyo maana walizidisha ukali tena maradufu pindi walipogundua nimepevuka, yaani kuvunja ungo. Hawakutaka hata siku moja niongozane na kijana wa aina yoyote ile. Waliamini hakuna urafiki baina ya msichana na mvulana. Maisha yangu ya chuo yalikuwa mazuri sana na yenye amani huku nikiendelea kupambana na changamoto za kimapenzi. Ilikuwa ni nadra sana siku kupita bila kutongozwa na vijana zaidi ya wawili. Nilikuwa mwenye msimamo mkali tena sana juu ya masuala ya kimapenzi. Sikutaka hata kusikia mvulana akinitamkia ananipenda. Yoyote aliyethubutu cha moto alikipata. Sasa tusonge kwenye utamu wa simulizi hii. Huu ulikuwa mwanzo tu. Ilikuwa ni jumanne tulivu iliyopambazuka kwa furaha sana, huku wazazi wengi wakionekana kuwa na furaha sana, kwani siku hiyo ilikuwa ni siku ya Idi. Kaka yangu Sam pamoja na mimi wote tulikuwa likizo. Kaka Sam alikuwa akisoma chuo nje ya nchi huko Marekani katika jimbo la California ambapo alikuwa akisomea taaluma ya biashara. Wazazi wangu walikuwa wamchungi sana kaka Sam kwa kuwa tayari alishaonekana kukua kimaisha. Isitoshe, walimheshimu kwa sababu ametembea sehemu nyingi tofauti. Unafikiri kwenda Marekani kusoma ni mchezo? Ilikuwa hatari, familia nzima na majirani walimheshimu. Basi bwana, sikukuu ilienda vizuri. Jioni nilitaka kwenda kutembea na wasichana wenzangu, lakini mama alinikataza. Hakuna kwenda kokote, unaamu ya kuharibikiwae wewe, hawa wasichana wa hapa mtaani wameharibika wote, wametoa mimba tena mimba kibao, naona wanataka kuwa na makundi si ndio? Sitaki kama kaka yako Samu ataenda kutembea, ongozana naye, alisema mama. Kwa bahati nzuri, kaka Samu alikuwa na ratiba za kwenda bichi kuogelea. Alibeba nguo zake za kuogelea alizotoka nazo Marekani, akaniambia, Zuu, twende basi bichi tukapoteze muda, mimi naenda kuogelea. Niliposikia hivyo aa, ndipo nami nikachukua kanga yangu na kuiweka kwenye pochi yangu kubwa. Hao tukaongozana kwenda bichi. Jamani, kaka Samu alijua kunikosha kwa jinsi alivyokuwa anapiga mbizi ndani ya yale maji. Ah, ilikuwa hatari. kaka na mimi nataka unifundishe kuogelea, nilimwambia. Wala hakusita akakodi boya. Jiandae nikufundishe, akaniambia akimaanisha nibadili nguo. Nikaingia kwenye chumba cha kubadilishia nguo, nikavua nguo zangu zote na kuvaa kanga kwa mtindo wa shingolingoli. Ndani sikuvaa chochote zaidi ya chupi tu. Hata sikufikiria vibaya kwamba kaka yangu Samu anaweza kunifanyia chochote. Hao tukaingia zetu ndani ya maji, Samu akanivalisha boya likanizunguka kama tairi kisha yeye akakaa nje ya boya akiwa amelishikilia. Tulianza kutembea na maji lo. Kutokana na kulohana kwa kanga yangu iliyokuwa imenikamata mwili wangu barabara na kuyashika vyema makalio yangu makubwa yaliyo, basi yalionekana mbaya zaidi. Kaka Samu alikuwa nyuma yangu, nikahisi kitu kigumu kikinigusa kwenye mfereji wa makario yangu kiru. Kumbe kakasamu alikuwa tayari ameshasimamisha mkonga wake. Mbaya zaidi alivalia kibukta tu, tena bukta lenyewe lilikuwa kubwa lenye miguu mipana. Basi kwa bahati mbaya kanga yangu ikaenda upande na bukta yake kakasamu ikawa inapepea juu kutokana na dhoruba ya maji hapo sasa, mashine yake likawa linanigusa live pembeni ya mapaja yangu, huku likirudi katikati ya mfereji wa makario yangu. Nikajikuta napata hisia na kulegea kabisa. Wakati huo tulikuwa katikati ya maji wote, tulikuwa kimya. Mara nikashtukia kaka Samu, basi nikashtuka, baada ya kaka Samu kushusha mkono wake na kukivua kichupi changu. We, anataka kufanya nini huyu? Nilijiuliza, huku mapigo ya moyo wangu yakinidunda kwa haraka sana. Sijakaa sawa, nikashtuka mara baada ya kaka Sam kutaka kuendelea. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi hii. nilitolewa bikra na kaka yangu kwa mara ya kwanza bichi. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Je, nini kitaendelea? Usikose sehemu ya pili. Langu jina ni Mr. A romantiki, baki hapo hapo katika utamu huu. Asante na kwa heri.